Kwa majina anaitwa Shabani Hamisi, ni mkazi wa Tabora mjini kata e, ni kweli, ya Kanyenye. Ni kweli issue ya uchaguzi tumesubiria kwa muda mrefu, lakini sasa hatimaye kesho ndo hatima yake. nikuwa kama mkazi wa Tabora na washauri wananchi wajitokeze kwenda kupiga kura, maana ni haki yao bwana. Mimi kwa na majina naitwa Emmanuel Vedastus, ni mkazi wa kata ya Kanyenye katika manispaa ya Tabora mjini hapa ya, ya kuhusu jambo la uchaguzi ambao tulikuwa tunasubiria tarehe ishirini na tisa Oktoba, ndio hili hapa limefika, na na na imani kweli vijana kwa tumejiandaa vizuri, na tuwasubiria sasa kuja kutimiza yale ambayo tulikuwa tunasikiliza kutoka kwa wagombea mbalimbali. Tuangalie sasa tutakaa upande gani, kwa sababu tumeangalia sera zimekuja wagombea na kuja na sera zao wa kijinadi sasa. Tutataka kujua kweli, je, tukiwapa nafasi hiyo watayatekeleza yale ambayo waliyaomba kwetu na kuyaahidi mbele yetu? Hii siku ya kesho tulisibia kwa hamu kwamba Oktoba tunatiki tunatiki, na ukweli Mungu atusaidia, akatufikisha na wajibu wa wa kila binadamu. Naitwa Rashidi Leonardo Agustino. Ah, mimi kama mimi ninavyotambua, we jitokeze nendo kapige, kapige kura pia, usilete mgogoro wa aina yoyote. Wewe nenda, kilichokupeleka pale piga kura, maliza ondoka.